Simba hakuna makando kando, alafu ile nguvu moja ni nguvu moja kweli. Wanachama wote viongozi wote viongozi wa zamani, viongozi wa sasa na wanachama wote ni kitu kimoja. Tunapoingiaga sisi katika mashindano ya kimataifa, wote tunakuwa kitu kimoja kuhakikisha kwamba tunaweka heshima ya nchi yetu. Gia iliyomwakia almasi ndio ndo kwenda kwa Stellenbosch u <laughs> unaonaje? Ah, nakuuliza. Tunasaidia, tunaangaliaga mpira da ni mwandishi. Mwandishi, mimi mwandishi nataka nipate kutoka kwako mm, ia ndo ile ile au tutarajie matokeo makubwa zaidi? Hayo sasa ni mambo ya kiufundi zaidi ambayo anakuwa nayo mwalimu. Sisi yee, kama wana tunakutana na wachezaji mnajua kabisa kama tunaweza. Sisi tutaongeza tuma... zaidi. Tukenda South Africa. Tunamaliza. Tuna kila kitu. Kila kitu tunamaliza hapa. Kila, kila kitu kinaisha hapa, kila kitu kitaisha hapa kwa. Tukienda South, tunakwenda tunamalizia eh final. Mmejipanga vipi na kwenda kwa idadi ya mashabiki, kwa sababu South Africa ni karibu eh? South Africa si mbali, na tunategemea twende, pia tunajipanga kwenda hata na waandishi wengi wa kutosha, ili kuitangaza kuitangaza nchi yetu pia eh, kwa hiyo wewe kama mwandishi, nawe kama mkaa wa kula mwendo unaona timu ikienda kubeba kombe lolote, tunachukua yote, huh? Tunachukua, wala usi na wasiwasi. Ni uwezo wa wachezaji na uwezo wa mwalimu wetu Badri. Anafanya vizuri na kila siku anapoona kuna makosa haya na haya, anarekebisha na wachezaji wenyewe ni wanajituma sana. Unajua mpira wa miguu ni mpira wa uwazi, kwa hiyo lazima wachezaji wanavyojituma ndio wanatupa matumaini, kwa sababu mwanzo tulivyoanza tulikuwa tunatengeneza timu lakini, sasa hivi tunaona katika jinsi tunavyoenda hatua kwa hatua, tunaona timu yetu inazidi kuimarika. Tunatengeneza timu na huku tunataka tushinde, kwa hiyo unakuta vitu vyote viwili tunavifanya kwa wakati mmoja.